Majina yanaitwa Husna Ngoda, ni afisa mwandamizi uwezeshaji na uangalizi kutoka CRDB Bank Foundation, tukiwa tupo kwenye kilele cha kufunga maadhimisho haya ya nane ya maonyesho ya madini mjini Geita. Sisi kama CRDB Bank Foundation tumeweza kuwafikia wanufaika ambao ni wanawake na vijana wachimbaji wadogo wadogo wadogo kwa kuwapa uwezeshaji wa elimu elimu ya fedha, elimu ya uchimbaji, lakini pia kuwezesha kuwapa mitaji, mitaji ambayo ni wezeshi kwa ajili ya kunyanyua biashara zao, namna gani wanaenda kubadilisha teknolojia ya uchimbaji kutoka ile ya chini kwenda ile ya juu. Mpaka sasa tumeweza kuwafikia wachimbaji wadogo wadogo wanawake na vijana zaidi ya elfu moja. Hawa wamepata elimu, hawa wamepata mafunzo, lakini wamewezesha kwa kupewa mitaji wezeshi. Lakini hii yote tunaifanya kwa namna gani? Tuna wadau, kama mnavyojua taasisi hii ambayo ni CRDB bank foundation, tunafanya kazi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Tuna mdau mkubwa ambaye ni chama cha wanawake cha wachimbaji madini Tanzania, TAWOMA, lakini pia tuna mdau mwingine ambaye ni stamiko Wakifanya kazi pamoja na sisi tumeweza kuwafikia vijana hawa, na tunatoa rai kwamba wanawake wengi, vijana wengi tulio kwenye sekta ya madini, kupitia mwamvuli huu, kupitia programu hii ya imbeju tunawakaribisha zaidi, tuendelee kuwanufaisha zaidi, wapate elimu, waweze kuboresha uchimbaji, na tuwawezeshe kwa kuwapa mitaji ambayo ni ya nafuu kabisa, haina dhamana, haina riba. Maana yetu kupitia hii projekti ni kuwafikia wanawake wengi na vijana wengi nchini Tanzania. Mpaka sasa programu hii ipo Tanzania nzima. Kwa hiyo wewe, ambaye unatusikiliza au unatuangalia, si tu kwenye sekta ya madini tupa kwenye nyanja zote za uchumi, wanawake wa mali, wafanya biashara wadogo wadogo, na wakati wote tumewafikia na tunaendelea kuwashajilisha wengi zaidi. Tuingie kupitia programu hii popote pale unapoisikia, huweze kunufaika kwa kukupa mafunzo lakini kuwezesha, kwa sababu tunaamini tukukupa mafunzo na tukakuwezesha, utanyanyuka zaidi na kuboresha biashara na yetu vitajiyetuamajina anaitwa ni mwenyekiti wa wanawake mkoa wa Geita. Kwa kweli CRDB imetuwezesha limetuwezesha wanawake wachimbaji kwa asilimia kubwa kwa sasa, na tuna manufaa. Kwa mfano, sahizi kuna wamama kazi zao zilikuwa zimesimama, walikuwa na changamoto, walikuwa na changamoto ya maji, lakini mpaka sasa wako kwenye utaratibu wa kuwapatia vifaa vya uvutaji wa maji na mikopo kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao. Mimi mwenyewe ni mnufaika, mpaka sasa imeshatoka milioni 75 na bado wanaendelea. Kuna vikundi ambavyo vinaweza kuenda kutembelewa kuanzia Jumatatu kwa ajili ya kuendeleza kupewa na nini mikopo.